Kuna mtu ambaye anaitwa bwana Lydia ambaye alikuwa anajitambulisha kama mum, mum, mke wa marehemu Bernard Mwambungu. Sasa kwa sababu RPC tunaye hapa, huyu Lydia tena, naomba nisome vizuri majina ili nisionekane na jina halisi Lydia, naomba nisome vizuri asije akakamatika mtu ambaye sio yeye. Wanasheria mniongoze vizuri ili nisome jina sahihi, sitaki kukosea jina labda nitaje jina moja anaitwa Lydia aliye kwenda kuwa ndio mume ndio mke wa marehemu, atafutwe awekwe lock up kwanza. Huyu Joeli atafutwe aweke lock up kwanza, kwanza. A kwa, naunda kamati ya mkoa kwa uzito wa jambo lenyewe ambalo nitashirikisha ofisi ya mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu kuna waziri wetu wa nitashirikisha ofisi ya DS, ya RICO nitashirikisha ofisi ya ZPC nitashirikisha ofisi ya Takukuru nitashirikisha ofisi zote za wataalamu, na nitaomba mtaalamu mmoja kutoka ofisi ya Rais ili tuwe naye katika masuala haya, iwe ni kama capstone ya kuweza pia kuendelea kutatua migogoro ya aina nyingine. Kwa hiyo kamati ngapi? Mbili. Wewe DC utafanya kamati, mimi mkuu wa mkoa nitaunda kamati ambayo itashirikisha sasa wataalamu mbalimbali. Na la mwisho, mheshimiwa DC, kwa sababu tumegundua sasa hii migogoro pale kwenye faili lako unayo mingi uh-huh. wenzetu wa ardhi nao wanatatua huku, nako wanatatua, kila mahali wako kunaweza kuwa kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Kuanzia tarehe 22, mheshimiwa DC, niangalie tarehe 22 ni mbili, ni juma ngapi? Tarehe 22 ya mwezi wa kwanza, niangalie nitakuwa juma ngapi? Kuanzia tarehe 22, mheshimiwa DC, tupate full 3 days katika wilaya yako hii ya Kinondoni tupige kambi, tupige kambi Alhamisi, tupige kambi Ijumaa, tupige kambi juma kambi Jumamosi, tutatue shida za watu tukiwa na wataalamu wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Nafahamu mnafanya, lakini tunarudia tena mara kwa mara, ili kwamba hawa ambao wanalia, kwa mfano mama huyu umri huu akianza kulia hivi, wewe kijana unafanikiwaje? umri huu akianza kulia, wewe kijana unafanikiwaje? na kwa taarifa sijikutaka tu waseme mambo mengi, lakini mtu ambaye alishawahi pia kuwa jirani yao tu mzuri tu mm. tulianza kujenga. tulianza kujenga mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa ndo tulinunua, yeah. tena wakati huyo ana mwaka mmoja, yeah. maana huyu kazaliwa sabini na nane, yeah. Kujiunga taratibu taratibu elfu mbili hmm. na moja ndo tukaanza kuhamia hapa elfu mbili na moja hmm. na eh, ndo mlihamia eh? Okay. kwa hiyo okay. Elfu mbili na moja ndo mkahamia hapa hmm. Kwa hiyo baada hapo ndo mkaamua sasa mfanye za upimaji. Upimaji yewe. Ndio mkapima kiwanja kile kule hiki mm -hmm. Na hicho kingine cha nyuma huko tuliuza kwa ajili tu kwa tunapojenga nyumba ilikuwa makwama tukauza nyumba hapo na, na nyumba nyingine tulikuwa na Magomeni tukauza yeah. mm -hmm. ili nguvu yote mwiweke hapo. Mmepoteza kiwanja kimoja na kingine, ili nguvu yote iwe hapo. Kwa hiyo kiwanja kile kikawa kina namba, kiwanja hiki kina namba, kiwanja kingine kina namba. Ndio kwa hiyo muda huu maanake ni kwamba nyumba hii ambayo mmejenga na mme wako kutoka mwaka huo imeuzwa. Ndio. Na mimi leo ndio nilikuwa siku yangu kutolewa. Mudani wala kuna haja ya kulia mama, wala mna haja ya kulia <laughs> lakini seme tu moja, mama amesema hapa kwamba leo ndio siku yake ya mwisho kuweza kutolewa. Mimi nilimwambia kwamba tutakaa na RPC tuweze kuona, kwa sababu jambo linafanywa kazi na kama ambavyo tumesikiliza hapa, na wenzetu wa wizara ya ardhi wako hapa na wao wanaona kwa kweli kuna kitu kipya cha ziada wamejifunza, basi ni vyema mama akaendelea kubaki hapa bila kuuguziwa. cha hiki kilikuwa kinamilikiwa kienyeji na Joel Mwambingu pamoja na Ford Mwambingu, lakini baada ya kikao kile kulikuwa kuna hali ya makubaliano kwamba inaonekana kabisa ardhi hii ilikuwa ni ya Bernard Mwambingu. Kwa hiyo sangalau hapo nitaka tufikie mahali fulani.